Kwingine kwa serikali imewaonya dhidi ya kuelekeza kwingine misaada ya chakula inayokusudiwa kusaidia familia zilizoathiriwa na ukame katika baadhi ya maeneo ya nchi hii. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku aliyekuwa kaunti ya Wajir, alisema serikali imeimarisha usambazaji wa chakula na hatua nyingine kupunguza makali ya ukame unaoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya taifa hili. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku aliyekuwa kaunti ya Wajir kufuatilia ya kufuatilia utekelezaji wa mipango ya serikali ya kukabiliana na ukame, alitoa onyo kali kwa maafisa wa serikali. Ruku alifichua kwamba shilingi bilioni sita tayari zimetumika kuimarisha hifadhi ya chakula ya taifa. Hii chakula si ya matanjiri wa apald. Hii chakula ni ya wale ambao ni wanyonge, wale ambao wanakumbwa na kiangazi, ni ya mama ambao ni wajawazito, ni ya watoto wetu, ni ya kuhakikisha ya kwamba kuna chakula ya kutosha katika shule yetu. Ruku alifichua kwamba shilingi bilioni sita tayari zimetumika kuimarisha hifadhi ya chakula ya taifa. kama mkenya atapoteza maisha na serikali iko na chakula ya kutosha, akutakuwa nafuti kuchukua hatua. Kwa hivyo kama serikali tunatoa wito ya kwamba chakula iweze kufika kwa wale wote ambao wako ndani katika vijiji hayo ya kijiri. Wazee kutoka jamii ya Maasai kaunti ya Kajiado wamegeukia mbinu za kitamaduni za utabiri wa hali ya hewa kutabiri ujio wa mvua huku makali ya kiangazi yakishuhudiwa. Tamaduni hiyo ilihusisha kuchinjwa kwa mbuzi na kukagua utumbo wake kwa takriban dakika 30 kabla ya kutangaza kuwa baadhi ya maeneo katika kaunti hiyo huende akapokea mvua ya kiwango cha wastani. Mimi siwezi kusema siku ile itaanza, lakini ikianza itakuwa mvua mingi, na hii naona ni mingi sana imeja. Siku ile tulikuwa tunaangalia ile, huwezi kuona ni kidogo, unaweza kuona hapa hakuna. Na tumeona sayansi imekutana na knowledge indigenous, tumeona kuna changamoto kubwa sana, manake imekuwa